Karibu mtazamaji mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa ya Nebuye TV tukiwa tunaangazia makala mbalimbali hususani mbali, katika kilimo pamoja na ufugaji mdogo mdogo, na maana ufugaji wa bata, kuku na pamoja na kilimo cha bustani. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, tutazungumzia kuhusiana na umuhimu wa kuzipa chakula bata na kuchanganya na maji, kama unavyotazama katika video yako hapo leo. Ina maana kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa bata wako unapokuwa unachukua chakula kile, chakula ni lazima ukichanganya na maji, ili kusudi kuweza kuzipa bata zako. Kama unavyotazama katika video yetu hapo, ni kwa jinsi gani bata wanakula chakula ambacho kimechanganywa kwa wepesi, ikiwa kimetakuwa kimechanganywa na maji. Ina maana, ukiangalia katika katika beseni la njano, humo kuna pumba za mahindi ambazo zimepamba zimechanganywa na pumba za mchele, pumba laini, lakini kwa humo kuna maji. Ina maana unazipa wepesi bata wako wanapokuwa wanakula. Ina maana wanakunywa maji huku wanakula, kwani bata wanapokuwa wanakula wanapenda kuwa wanakula maji na chakula wanakuwa wanachanganya kwa pamoja. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama tunavyotazama katika video yetu hapo, na jambo kubwa la kujifunza, kama wewe mfugaji mdogo kwamba kuna umuhimu unapokuwa unazipa chakula bata, kujitahidi sana chakula chao kama ni pumba zisiwe ngumu. Maana kuna watu wengine wanapokuwa wanazipa bata zao chakula wanakuwa wanazipa pumba ngumu h uki, uki pumba ngumu ina maana inapelekea kwamba wewe hawa bata wako kutokula chakula na kutokuwa na afya bora. Ina maana kama unapotazama bata wetu hao tu kwa mfugaji wetu yule, ina maana bata, ina maana na bata wake sita, na tuna naye hatua kwa hatua, na kwa jinsi gani ambavyo yeye anaboresha bata wake. Kwa hiyo tunaangalia bata hawa, ina maana kwamba kuna umuhimu mkubwa sana unapochanganya chakula cha bata uweze kuchanganya na maji, yaani zile pumba unachanganya na maji safi, ili kusudi bata wanapokuwa wanakula wanakuwa hawana shida. Hii ni muhimu sana, kama unavyoona hapa, ndipo lazima watenganishie. Kuna beseni hilo linakuwa lina maji, beseni ni maji hilo. ina maana bata wako wanaweza wana kunywa maji na kuogelea humo na pia kidishi hicho cha njano, ina maana kinakuwa kina pumba, umetia mle pumba pamoja na mashudu ambao pia unachanganya na maji, ili uzipa wepesi bata katika nini, katika kula. Na pia kuna kibeseni kingine hicho cheupe, nacho kina tumekitia maji oe kufanya wepesi bata wako waweze kuwa bora, waweze kuwa kama unavyotazama, bata wa ufugaji wetu hapo, ana bata wake ambao wamenona kwa vizuri anawajali kwa ajili ya kuweza kupata matunda yaliyo kuwa bora. Jinsi ya kupata vitabu ya maelekezo ya bajeti ya kama mkulima wetu ambao ana bajeti yake bata wake sita ana bata sita ambao bata hao anu, anu, anu, anu, anawafuga kwa nia na malengo makubwa kuweza kuzalisha kujipatia kipato. Ukipiga hesabu kidogo kidogo tu, ina maana kwamba kwa huyu, ina maana bata mmoja ana uwezo kutoa kutaga mayai mpaka 30, 30 mpaka 40 kwa kama hata. Kwa uchache kabisa bata wake kimpatia mayai 20, na bata wako watano nadume mmoja ina ina maana kuwa ana uwezo wa kutengeneza bata wake vifaranga mia marapale vifaranga mia kwa pamoja ndani ya miezi mitatu vifaranga ndani ya vifarangamabata na wanataji kwa mwaka mara tatu, na na maana anakuwa na vifaranga mia tatu ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ni kilimo ambacho kina faida na kilimo ambacho hakitaki mambo mengi, au ufugaji ambao hautaki changamoto kubwa na hautaki shida kubwa, kwani unao uwezo wewe mwenyewe hapo nyumbani kwako ukafuga bata na wakaweza kukupatia kipato. Mpaka watazamaji wa Nebuye TV kama wanavyotazama bata na wanakula pumba zake huku na baadaye anaenda na kunywa maji. Kwa hiyo ndio ambao bata anaishi na anafurahia. Na kwa kweli kwa hali hiyo ni maana mkulima mkulima wetu au mfugaji mdogo huyu kwa muda mchache atakuwa na uwezo wakupata bata wake wengi na bata wake watakuwa na wili kama unavyoona hapo. huyu ha? ni dume ambalo tunategemea katika ufugaji wa bata hawa na bata ninaamini, bata hawa wote watano tulionao hapo zamaji katika jambo la ufugaji wa Nebuye TV, Sofia, bata kwani bata hawana gharama, bata hawana magonjwa, magonjwa pia bata chakula chake ni cha kawaida ambacho wewe una uwezo ukakimudia. Kikubwa tu uwatenganishie kama bwana wewe alioweza kufanya. Ukumbuke kuwa unaweka maji pamoja na chakula.